Wadogo hawa wanafurahia kusakata soka kwa ucheshi na tabasamu, labda kuficha masaibu ambayo sio tu na wakumba hao, bali familia yao nzima. Ukimsongea kila mmoja wao, ndipo utaanza kupata picha halisi. Kukosa uwezo wa kuona vizuri, mzee Philip Mwicha mkazi wa Ngulwa katika kaunti ya Makueni. Tatizo la kutoweza kuona vyema, hasa vitu vilivyo mbali, limemtanza tangu alipozaliwa. Babake pia alikuwa vivyo hivyo. Ana watoto wawili na wajukuu ambao wana hali hii. Nikaandwa operesheni, nikavanyiwa, nikaanza kuona e, nuru kidogo kidogo kidogo. Kulingana naye kule ya wanawe hakuja kuwa kwepesi. Walikuwa wakisoma katika shule ya wasioona ya Thika, lakini walikosa kuendelea na masomo pindi tu fedha zilipokosekana. James Mutinda ni mwanawe wa kwanza na aliachia darasa la sita. Mimi niko na watoto watatu wako na zio shida, na sita yangu wako na mmoja, najua wale wanilikuwa wakinisaitea ni ndugu zangu na wa, na wa, walikupa wote namna wanavyoandamwa na kinywa kipana cha ufukara na kiu cha matibabu. Njaa yao ya kuona vizuri inazidi kuwakaba, wanaenzi maisha yao kama mboni ya macho yao. Lakini anavyoarifu James, changamoto si chache, hasa anapojitahidi kuchimba riziki. Wakati mwingine unaenda unafanyia mtu kazi anakuambia umefanya mbaya, kama ni pesa mlikuwa mmesikizana anakata hiyo pesa. Mwanawe mmoja ndiye anayekwenda shuleni darasa la kwanza. Awali walijikakamua kupata tiba katika hospitali ya Kikuyu kule Kiambu. Ilituchukua kama saa nne kufikia kijiji hicho, na inasikitisha kuwaza namna familia hii inahangaika katika safari yake ya kutibiwa kule Kiambu. Daktari Kimani Kahaki wa hospitali ya macho ya Eagle Eye hapa Nairobi alinieleza mtazamo wake kuhusu matatizo haya ya macho. mtoto anapata nusu ya genes kutoka kwa mama, nusu ya genes kutoka kwa baba. Mtoto akinherit ile gene ambayo iko na shida, ndiyo hii shida itatokezea kwake. Ingekuwa afadhali ni hawa watoto wawe kwa shule ambayo inaweza kushughulikia watoto ambao hawaoni lakini huenda familia hii isiweze, kutokana na sababu iliyo wazi: ukosefu wa hela. Ningewahimiza tu wasikufe roho, waendelee tu kufuatilia na hiyo hospitali, wakipewa kliniki ni tarehe fulani, wanafuatilia lao. Ni kwa wengi wa imani na wachache wa masikitiko, maadamu maumbile si adui. Victor Uwetende, Citizen Nipashe.